Kabla ya ujio wa dini za kigeni, kabla hata ya misikiti na makanisa kujaa sauti, Afrika ilikuwa tayari na sauti zake, sauti za Legba, Ogun na Orisha, miungu waliotembea kati ya wanadamu, walioweka mipaka ya maadili, walioshikilia uzima, walioshikilia kifo, vita, upendo na hekima. Imani hizi hazikuwa tu dini, zilikuwa njia ya maisha, njia ya mawasiliano kati ya ulimwengu wa mwili na ule ulimwengu wa roho. Tamaduni za Yoruba nchini Nigeria pamoja na zile za Dahomey ambazo ni Benini ya leo na Vodun ya Togo na Ghana ndizo zilizojenga msingi wa imani hizi katika ulimwengu wa Orisha. Si miungu ya mbali, bali ni nguvu hai zinazoshiriki katika maisha ya kila siku. Wakati Wakristo wana mitume Waislamu wana manabii wapagani wa Afrika walikuwa na miungu ya Orisha, na kila mmoja alikuwa na jukumu lake, tabia yake na hata kuwa na nguvu ya peke yake. Hebu sasa tuanze kuichambua miungu hii ya kale. Na kwa kuanza tunaanza na Mungu wa Legba, ambaye huyu alifahamika kuwa ni mlinzi wa mipaka na mlango wa kiroho. Mungu wa Legba mara nyingi huitwa mzee wa mlangoni, ni kiungo kati ya wanadamu na miungu mingine. Bila Legba, hakuna ibada inayofanyika juu. Ni kama mlango wa roho, mfungua njia, mpitishaji wa sala na mlinzi dhidi ya nguvu za giza. Lakini Mungu wa Legba si mzee wa heshima tu. Yeye pia huja akiwa mtoto mchekeshaji anayebadili sauti, anayependa kitani, kahawa na pombe ya mitishamba. Watu wa Haiti wanamwita Papa Legba na humwomba kabla ya ibada ya voduu. Yeye anafungua njia, au anaweza kuzifunga kabisa kama hakuheshimiwa. Watu wa kipindi hiko wanasema kuwa bila Legba hakuna mlango unaofunguka. Wa pili alikuwa ni Ogun ambaye huyu alikuwa ni mungu wa chuma, mungu wa moto na mungu wa mapinduzi. Wanasema ukiona bunduki, panga, jembe au reli basi utambue mungu wa Ogun yupo. Yeye ni mungu wa chuma, mungu wa teknolojia, mungu wa silaha na vita. Lakini pia ni mwalimu wa kazi ngumu, msimamizi wa sheria na uadilifu. Alikuwa mungu wa mafundi, wachomeleaji na wapiganaji. Katika hadithi za Yoruba, Ogun alikuwa ni mungu wa kwanza kushuka duniani kwa kutumia mnyororo wa chuma, akaanza kufungua misitu kwa panga lake na kutengeneza makazi ya wanadamu. Lakini Mungu wa Ogun pia alikuwa na giza. Alipokasirika, aliweza kuua bila hata ya huruma na wakati mwingine alikunywa damu ya maadui zake. Kwa hivyo ibada yake inahitaji tambiko za damu: kuku mwekundu, pombe kali na moshi wa moto mkali. Ogun anaishi ndani ya kila chuma kilicho mkononi mwa binadamu. Watatu alikuwa ni Orisha, familia ya miungu wenye roho ya kibinadamu. Orisha si mungu mmoja, ni kundi la miungu wanaowakilisha maumbile, hisia na vipengele vya maisha ya kila siku. Kuna zaidi ya orisha mia nne lakini ni wachache sana waliotawala imani za kale na mpya. Baadhi ya miungu ya Orisha maarufu ni Shango, Mungu wa radi na ngurumo, mwenye hasira na wanaume wa kishujaa. Lakini pia Oshun alikuwa malkia wa upendo, uzuri wa maji ya mito na hupokea tambiko za asali na maua. Lakini pia Mungu wa Yemaya aliyekuwa mama wa bahari, mlinzi wa wanawake wajawazito. Na wa mwisho alikuwa ni mungu wa Eshu ambaye huyu alikuwa mpotoshaji na mtakatishaji na huyu alikuwa ni ndugu wa mungu wa Legba katika baadhi ya mapokeo. Kila mungu wa Orisha huwa na ngoma yake, huwa na rangi yake na huwa na tambiko lake. Waliochaguliwa kuwa waabudu huingizwa kwenye hali ya kupagawa ambapo miungu ya Orisha huingia mwilini mwao na kuzungumza kupitia kwao. Wakati wa Afrika walipotekwa na kuuzwa utumwani kutoka Ghana hadi Brazil, Nigeria hadi Haiti, hawakusahau miungu yao. Walificha ibada za miungu za Orisha kwa kutumia majina ya watakatifu wa Kikristo. Mfano, Legba akawa Mtakatifu Lazarus na Ogun akaitwa Mtakatifu George. Hivyo Vodou ya Haiti, Santeria ya Cuba na Kandombo ya Brazil ni moja ya watoto wa ibada ya miungu wa Orisha waliovuka bahari ya machozi na kufufuka kama chemichemi ya mapambano ya imani mpya. Leo hii miungu wa Orisha hawapo tu kwenye misitu ya Afrika au misitu ya Haiti. Wapo kwenye muziki, wapo kwenye filamu, wapo katika fasihi na mitindo ya maisha. Mfano, mwanamuziki Beyonce alitumia picha ya mungu wa Oshun katika video ya Hold Up, akiwa amevaa manjano na kushika maji, ikiwa ni ishara ya malkia huyo wa upendo. Lakini pia wasanii kama Fela Kuti na Bana Boy walizungumzia nguvu za mababu na heshima kwa miungu ya Orisha. Filamu ya Black Panther iliigiza jamii ya Wakanda kama iliyohifadhi heshima kwa miungu ya Waafrika. Kwa hiyo, miungu ya Orisha hawajafa, lakini wamevaa sura mpya na wapo mitaani, kwenye majukwaa, na ndani ya nyoyo za vijana wanaotafuta jibu la mimi ni nani? Miungu hawa hawakufa kabisa. Walihifadhiwa ndani ya ngoma, tambiko na maneno ya babu zetu. Leo tunawafufua tena kwa sauti, historia na heshima kubwa sana. Tafadhali usisahau kulike video hii, kusubscribe na kucomment katika YouTube channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata makala zetu mpya kila zinapotoka. Mpaka hapo sina la ziada, jina langu naitwa Abdul Kingungo, unaweza kunifollow Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.